Najuta mii ah, siku hmm. Mwambie mwanangu Tausi au utakuwa umembebesha mzigo mkubwa, najuta hmm. hmm. Aie, nilikubali kuolewa na huyu mwanaume laiti na kama ningejua. Ila nimejifunza kitu, hatutakie kuwaamini watu tu tu rahisi. Mimi mara kwanza niliamini mume wangu anaswali, basi anaswali kweli, na hiko ndio kilichonivutia zaidi. Nikasema ni heri niolewe na huyu mtu mzima, halafu ana hofu ya Mungu kumbe alikuwa anajivisha ngozi ya kondoo angali yeye akiwa chui. Lakini tausi ni inabidi ajue, ili ajitahadhari maisha gani yanayotakiwa kuishi mundani. Lakini hamna jinsi, lazima tausi ajue kuwa baba yake ni mchawi na baba yake ndio alimuua mdogo wake Leema. Alimesafirisha mimi kusudi, ili apate muda wa kumchukua mwanangu.

Kuna kitu nataka kupokea na wewe lakini mambo. Lakini naomba unihakikishie. Utomwambia baba yako kwamba nimekwambia kitu, sibitishie, hmm. Unajua baba yako

Kwa sasa hivi nimeshampa na nimeshamuelekeza. Sawa. Oh, sawa. Eh. Sasa mimi kipindi na hivi pita kwenye nani, lake pale kwenye nani? Duka lake mama nani pale kwenye ile nyumba hivi. Wewe unaenda pale unaposhona shona pale utamkuta mama yako. Na nimeshamuelekeza kila kitu. Sawa. Kwa hiyo nenda hivi, mimi wanga malizie kwanza kwa huko. Bila usichelewe, sasa. Sasa so, ndio cheza cheza. Uwaita. Haya baba. Ndio sema mmoja,

Wewe mtu mzima ovyo aliyeshindikana wewe kwenye ulimwengu wa duniani na ahera. Haya, kwa nini unamchezea mwanangu amekukosea nini? Hivi hmm. Wewe mzee naomba nikuulize swali. Huyu mtoto wangu mimi ulikuwa unamchezea ili weje? Sawa. Waalaikum salaam kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu siwezi kuikitanya lakini naomba iwe mwanzo na mwisho kucheza na huyu mtoto. Umenisikia? Hivi, wewe mzee, mbona mchawi sana wewe? Kome, umenisikia wewe? Huyu ni mtoto wangu mimi. Sija kuzalia wewe, uje mcheze unavyojisikia, unavyojisikia wewe. Ile mwanzo na mwisho. Shezi mkubwa wewe. Yaani nini? Hivi unadhani wewe, mzee, nani anayekuogopa kwenye mtaa? Nani anayekuogopa wewe? Oya, mimi sikuogopi, nitakuchana chana. Yaani kamba ina damu yangu ametoka hapa. Koma, iwe mwanzo na mwisho kumgusa mwanangu. Shetani wewe. Mtu wasali. Wako mali. Simguse mtoto wangu. Mchawi mkubwa wewe. Unapomwona huyu mtoto ana hadhi ya kushikwa na wewe. Wewe, oh, mtoto nitakuharibu. Yaani, nitakuchana chana na wewe, wewe, wewe. Kaa tete yao. Sio mimi, na wewe sio mwanangu. Sasa, Wakijua ni Mwana wako anakuja sasa hivi, mwana wako anakuja sasa hivi. La, la hiv mwana wako anakuja sasa hivi. Msukule wangu naomba umpe mimba huyu mtoto, si unakuja kuja bila faida yote? Hapa kila siku namchezea hapa, nataka umpe mimba. Ghazi yuko wapi? Umemtuma au? Mbona asubuhi yote inazunguka kote, simuoni, kaenda wapi mtoto? Sikaa ndani mwao hasa, ningekupo ningekuuliza mimi. Nimetoka mondani muda wote naangaika namtafuta yeye. Unajua mimi ndio wa kwanza kufungua ile mlango kuja kukaa hapa, na sijamuona atoke hapa. Mimi mtoto mmoja, nimezunguka nyumba nzima, usinifanye mimi kichaa kama umemtuma. Usinibabaishe mimi, hebu nijibu basi, umemtuma wapi sasa? Kama ningemtuma si ningekwambia? Kwani kumtuma ni tatizo? Kunichanganya bwana. Unajua mimi niko serious. Alafu unaniletea miausho gani hiyo? Mama Ghazi. Muangalie vizuri ndani huko. Bana usichanganya, nani yani mheshimiwa nyumba nzima. Simoni mtoto nini sasa unaniambia habari gani sasa hivi? Mimi usio kanietia kabisa. Na kuambia usio kanietia. Kwa sababu unaweza kula mchoro na, na kuutengeneza hapa. Mimi ndo nimefungua mlango nimetoka hapa la kwanza. Usiniletezo upigo ujue. Alafu naomba usinifokee. Sasa mimi ni niambie wewe mtoto yuko wapi? Niambie jana umelala na mtoto huko wa ndani. Ni... Ni... Ni... Sasa <tay> eh? Ni na mtoto alikuwa wapi? Sasa <tay> alikuwa ndani kaya. Jana kaenda kulala, mimi nimeendelea shughuli zangu. Na maanisha nini unavosema hivyo sasa? Unataka kunivunja vizaya? Eh, kama mimi nilipanda kichwani, ujifanye mtoto hujui yuko wapi. Niambie mtoto yuko wapi? Sasa unataka kusema nini? Eh, unataka kuongea nini hapa? Ni kwamba wewe unajua mtoto alipo. Niambie mtoto yuko wapi? Naomba usinifokee. Umenisikia? Mimi nimelala na mtoto usiku ndani. Sasa hivi unavyosema na wewe ndio kwanza kufungua mlango. Mtoto yuko wapi? Unamaanisha nini? Mtoto wangu yuko wapi? Kwa hiyo siku hizi Ghazi anaweza kufungua ile komao pale juu, akatoka nje akatuacha sisi ndani tumelala. Si ndio taka kuniambia hivyo? Unataka kunipanda kichwani? Nakupanda kichwani kwa nini sikwambie? Nitakupiga. Nitakupiga. <laughs> <laughs> Unajua unanichanganya sana eh? Hata unavyosema hivyo mimi yani nifanyeje sasa? Eh? Yaani wewe wewe mwanamke wako tausi ndio anakuoa sana kichwa wewe. Eh, Unashuka na kujua majukumu yako ya nyumbani. Anatoka kama kwa nyumbani alala wapi? Usiniletea baiza tausi hapa kwa sababu mtoto hawezi akatoka ndani, kamo limefungwa mlango. Mimi nimeufungua kutoka ndani, ametokea wapi? Kwani mimi sijui kama wewe unampenda kuliko mimi? Sijui ina maana mimi nikuulize mwanangu imekuwa shida oo, eh? Niambie, ni mtoto yuko yuko wapi wapi? Niambie mtoto yuko wapi, mimi nitakupiga. Kwa ni wajua, usinipime akili yangu na usinipime imani yangu, unanisikia? Ndio kisingizio cha wewe kumuuza mtoto, si ndio? Sasa nasema hivi Kanionyeshe mtoto yuko wapi! Yaani wewe ambaye unashindwa kukaa nyumbani kwako ukaangalia mtoto wako unaanza kuzua. Wewe mwanaume una akili

Hey, najua kabisa na, mwanadamu na nimekuwa na macho yangu. Unitolee mtoto wangu hapa, chochote. Hey, mwanangu utamla nyama, nasema utamla nyama. Kuchezea watu, huyo mtu wangu, huwezi kufanya chochote. Fungua mwanangu sasa, kwa taarifa yako mimi hapa sitoi mguu wangu mpaka mtoto wangu atoke. Sasa tuko tatokea wapi? Wewe mtu mzee mchafu sana wewe. Wewe ndio kae mwanangu. <laughs> Utaamla nyama, nasema utaamla nyama bila kuondoka, yaani, hey, yaani, hey, yaani, <micamu> na mtoto wangu yaani, mzee amezidi sana, umezidi sana uchai wewe, nakwambia umezidi sana, umeingia pabaya, umeingia pabaya. Nasema Mzee Fundo, mtoto wangu mimi, yaani nakwambia, utaamla nyama, utaamla nyama mtoto wangu akiwa mzima.

mawazo mengi eh, shida nini yangu? Kaka, kama kawaida Bwana Alex

Ivo namchukuliaje mimi, lakini mimi nilisema usitie mguu hapa mpaka uje na mtoto, nimekwambia <coughs> <coughs>

Ushana alimpiga huyo. Acha bwana, acha bwana. Unampigaje hivyo mwanamke bwana? Hata naye mwanangu. Acha huyu mtu mpumbavu sana huyu. Hebu acha hizo bwana. Huyu mtu anapoteaje anatoka ndani? Anaondoka vipi kwenye nyumba hii? Ameenda kwa yule mzee. Acha na, unyoweka mawa na kuzivua tumibao. Hebu acha basi ndugu yangu. Kamchukua mtoto kamleta hapa. Achana naye mwanangu, huyu mtoto ana tabia za ajabu huyu. Achana naye mtoto mpumbavu huyu. Acha bwana. Achana naye huyu mwanangu. Mambo ya kuongea bwana. Mtoto atokaje ndani anakuja hapa peke yake? Sawa basi. Anatoka vipi mtoto ndani? Mambo si ya kuongea, mnakuja gombania hapa nje, hapa nje hapa. Watu wanaona, mnajua kwa sababu anakuja. Acha nimzibu bwana adabu mchenzi huyu. Wapi kiliaje mimi? Achana naye mwanangu, tabia za wanake huzijui mwanangu. Achana naye tu ndani. Wewe sikia. Nenda kamchukue mtoto. Mwanangu unaponisikia ndio tutapata. Aibu atuze nini? Unasikia kitu gani? Hachana naye. Unakuja kumuumiza. Hachana naye. Usije hapa bila mtoto. Nakwambia usije hapa ndani bila mtoto. Mimi ndio yangu kweli nakwambia kabisa mimi juzi ujue. <tusurra> Hebu acheni bwana. Mambo gani hao bwana, ndugu yangu unapiga hii una mwana? Asanisikilize. Hebu acha. Ulali huko ndani kidogo basi basi basi. Nikuambia. Sawa, sawa baba. Mimi takuumiza usataka kumuona hapa. Kamchukue mtoto.